Mesema hiyo nafikiri ndio ndiyo dawa ya mikopo umiza, si ndio? Si ndio dawa hata wabajaji na wabodaboda wote. Mkurugenzi badala ya kuchukua hela ile kumpa kikundi, sisi tunakaa tunasema, okay tunakubali, tunakopa kama kikundi cha bajaji, lakini bajaji wote, alafu nyinyi mkichukua ile hela hamwendi kununua bajaji, tunaiweka NMB, tunamwambia NMB tupe bajaji moja kwa moja, badala ya kwenda kuchukua kwa mtu mwingine, tumpelekee hela. Unielewa vizuri, na hivyo hivyo bodaboda. Uzuri bajaji moja ni bodaboda zaidi ya tano, uongo? si ndio? Kwa hiyo huko ni rahisi zaidi, si ndio? Nimesema kuhusu bima ya afya. Bima ya afya ni namna sisi wenyewe tutavyokaa kukubaliana, inawezekana, wala haina miujiza. Mkiniambia mnataka ile ya kutibiwa kwenye hospitali za Halmashauri yote hii ya Makambako, mimi hey, na uwezo wa kuwagharamia jiu wote kabisa mmenielewa? Naitaka hiyo, mkurugenzi, chukua orodha yao vijana wote, mimi ntakwa sababu haina gharama uongo kweli, vijana sita nawalipia sita, sita, sita, sita kwenye makundi. Ukienda kwenye kituo cha afya hapo, unaenda unapiga mruzi tu. <laughs> mwambia dokta, umeona hichi kipande ni timu. Si basi mnataka nini kingine eh? Bona mnashangaa, nadhani miujiza. Yaani tunajiuliza kwa nini ulikuwa, sawa wewe, wakati wa Bwana ndio wakati sahihi <laughs> Amesema kuhusu bima ya chombo kwamba ukigonga wewe huhudumiwi. Mi nataka nijifunze watu wanne watano, ambao wamewahi kupata shida hawajapata hiyo huduma, nipatieni majina yao na ushahidi wa kupata ajali na ushahidi kwamba walienda kuhangaika, ukiwa umepiga chombo. Unajua chombo kile kingine kile, ukipiga unaelea. Amesema kijana tena, njoo nikupe na zawadi bwana, wewe mtu wa maana sana usiende kubonyea tena mtu. Ay, yeah. Hey. Mkweli nasema tatizo, kwanza ulitambue, si ndio? ikisha no. Hey. litambua kulitibu ni rahisi. Ndio sasa, huyo amejua tatizo la kwake, lakini amejua na tatizo la rafiki zake, anaomba msaada. Amini nitatafuta namna ya kutafuta utaratibu wa kuwasaidia kurudi kwenye hali zenu lakini lazima na nyinyi mkubali. Tunaweza tukaangaika kuweka utaratibu, ukitoka unabonyea tena pembeni, unarudi kule kule, o utakuwa unatutesa sawa. Kwenye hilo nimeeleweka. La ajali kama kuna mtu amepata ajali akashindwa kufanyiwa na anabima, tatizo letu unakuta mtu ana leseni, unakuta mtu amepiga vyombo, amepata ajali, amna bima itayo kufidia. Sasa na sisi tujiepushe kutengeneza ajali kwenye mazingira kama haya. Tunabeba roho za watu mle ndani, tunabeba binadamu, watu ambao wana familia, wana, wana shughuli zao. Sisi tukijilinda itakuwa vema sana, lakini unakuta wengi hapa pia leseni ni ishu. Uongo kweli? Wasio na leseni nyosheni mkono tuwaone. RPC, njoo chukua maiki, hebu tuambie. Unaona changamoto ilivyokuwa kwenye eneo la leseni kama alivyoelezea Mheshimiwa Waziri kwamba vijana wengi hamna leseni, lakini mnahitaji kupata nini? Leseni. Kwa hiyo sisi kama jeshi la polisi tunawahimiza madereva wote, kwa mujibu wa sheria, kuwa na leseni. Kwa hiyo kimsingi tutawasiliana na uongozi wenu ili vile vyuo ambao vimesajiliwa kwa ajili ya kutoa mafunzo ya udereva kwa level hiyo ya kwenu ya class A pamoja na class B, muweze kupata mafunzo ambayo sasa yanagharama, kwa sababu vile vyuo vinagharama. Kwa hiyo hili, hili taliwasilisha kwa mheshimiwa waziri ili aone namna gani anaweza enyewe katika eneo hili akawasaidia, kwa sababu sio wengi, ili vijana wote mweze kupata mafunzo na mweze kupata leseni hizo, ili mtembee kifua mbele. Tuite darasa tusiite ita. Arapisi, uko tayari kunisaidia tufanye hilo sawa sawa? Mimi nitaita darasa Tuanze angalau tarehe, tuanze Januari, tusianze hii sikukuu, hizi zipite. Mnasemaje? Januari mpaka tarehe kumi na nne, tuwe tume, tumekaa mkao darasa lianze hapa, sindio? Tumeelewana angalau tupeleke vijana mia mbili wa kwanza, sindio? Wakasomee udereva, sindio? Na mbunge abebe jukumu, sindio? Au mnabeba wenyewe? Anaosema, mnabeba wenyewe, wanyoshe mkono, anaosema mbunge abebe wanyoshe mkono. amna maana ini ni mnataka kila jambo afanye mbunge. Baba Baba baba wewe. Eh? ndio ndio chakula ndio? Sasa msifanye uzembe hapo hapa leo. Kwa sababu wanaonufaika ni waliokuja hapa si ndio? Ndio. Hapa kuna watendaji wa kata. Eh? Simamieni hapa, andikeni orodha ya hawa wasio na leseni hapa, ili ambaye hayupo na lake sindio? Wasio na leseni hapa, andika orodha yote, tutachambua. We kama sio Mtanzania hatukupi hiyo ofa. Tunataka iwe ya wanani, kama sio wa Makambako atukupi hiyo ofa, labda umetoka Lupembe tutakufikiria sindio? Kwa hiyo Jiorodhesheni hapa leo leo, tafuta namna wajiorodheshe wote, tupate orodha yao wale wasio sawa, eh? Barabara nimelisikia, barabara nimelisikia. Na leseni sawa, tuwafundishe ili muendeshe kitaalamu, si ndio? Tumeelewana kabisa. Barabara nimelisikia, barabara nimelisikia. Niachieni na lenyewe, tutaangaika. Sio hilo tu, tunataka tupanue fursa, kama tuna nani tuweke utaratibu, kwa sababu moja ya changamoto kwanza iliyosababisha ajali kubwa ni nyingi ni hii ya watu kutokuwa na ABC za kuendesha chombo, wanachukua, anaambiwa hebu weka gia moja, shuka chini, hiyo pandisha, unapandisha tena tatu, si ndio ukweli? Alafu unaingia barabarani, unabeba abiria, ukiona mbele kuna jiwe, badala ya kulikwepa unaanza kusifumba macho kwa kuogopa, ukifika, ukikita jiwe, abiria ametangulia, hana meno. Uongo kweli? Niwaambieni, mekuja hapa, tumezungumza Mewaambia wale watu wa NMB tunaangalia, tutakagua hapa, na mkurugenzi atansaidia kujiridhisha na umoja, kama waboda boda boda wote wamo na wabajaji wote wamo, wapo pamoja. Leo mpaka kesho tuhamishe milioni kumi kumi tuingize kwenye akaunti zenu. Nafanya hivyo kwa sababu natambua umuhimu wa kuwafanya vijana wenzangu hapa Makambako kuwajibika, kutafuta nini. Menielewa, sio kupiga mdomo, sio kujadili mambo yasiyofaa faa, sijui mnanielewa, sijui mnanielewa. Hivyo ndivyo tunavyochonga laini ya kwenda mbele. Lazima sisi tujitambue, tukatae watu kututumia kwa maslahi yao. Jambo linalohusu nchi yetu, jambo linalohusu makambako yetu liwe mikononi mwetu sio mikononi mwa mtu mwingine. Sisi ndio wa kuamua Makambako ionekane ni kitovu cha amani au ni kitovu cha nini, cha vurugu. Sisi ndio wa kuamua, sisi ndio wa kuamua. Hata leo tumekaa hapa, tumekaa hapa sio kwa sababu kuna nini, ni kwa sababu sisi tunaaminiana. Tungekuwa tuaminiani tungekaa hapa? Hapana. Tungekuwa tukubaliani tungekaa hapa? Hapana. Tungekuwa tuna malengo ya kujenga kesho yetu tungekaa hapa? Hapana. Malengo ya kujenga kesho yetu ndio yametuleta hivi. Mngeambiwa mnakuja hapa kuja kuchangizwa elfu tano tano au mia mbili mia mbili mngekuja nini? Mmekuja hapa kwa sababu mnajua mnaenda kumchomoa mbunge, uongo? Mnataka mjue mbunge yupo kwa ajili yetu au kwa ajili yake, si ndio? <coughs> <coughs> yupo kwa ajili ya maisha yetu ya kwake. Na mimi nilivyokuja hapa saa hizi nazungumza nikiuliza, swali: nipo kwa ajili yenu au kwa ajili yangu? Kwa ajili yenu, wanaosema kwa ajili yangu wanyoshe mkono, wanaosema kwa ajili yenu wanyoshe mkono. Mmenielewa? <coughs> <coughs> Jamani, tumeelewana Vijana oye! biashara oye! Oye! Oye! Oye! Oye! Makambako oye, oye! Tumeelewana.